Kama MC alivyotangaza, kuna mambo yanayohitajika katika masaa. Na sisi wazazi pamoja na walezi na wageni, hakuna siku bora za mkoa kama siku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani moja kwa mia, kwa miezi mingine utatoa moja kwa kumi. Uwe mzazi, usiwe mzazi, uwe mgeni mwalikwa, ukisikia jambo kama hili Hili jambo kubwa, basi na malipo yake makubwa mbele ya mao Subhanahu wa Taala. Ndugu zangu wa Kiislamu, watoto wadogo wametusomea Qurani Karim, tumesikia raha herufi zinapotoka, ahkami za Qurani kwa wale walekuijua Quran. Ndugu zangu wa Kiislamu, kazi ya kufundisha ni ngumu sana kazi ya kufundisha mtoto mgumu. Wewe mzazi ukiwa na mtoto wako wawili tu au watatu, una unaiona ioiahea na, naomba hapa vijana watulie katika sehemu ya wasichana, walimu wao mkubwa asimame, hawaambia wanyamaze. Sasa tufikirie ustadi wetu wa Abubakar ana watoto wangapi? hawa watoto hawa waliokuwa hapa wote ni baba yao Ustadi Abubakar. Kazi anaifanya ni kubwa sana kwa wazazi wa Kiislamu, lakini sisi wazazi tunajali sana shule kuliko katika Qurani, kwa, kwa kuwafundisha masomo ya heri ya kuwasaidia wao katika mgongo wa dunia na kuelekea safari ya ahera, akiwa mtoto mdogo tengenezea mamaake na babaake mambo yaliyokuwa mazuri, kumtayarishia kwa safari ya kuelekea hera. Lakini sisi wazazi wa sasa na wazazi wa kileo tunaona misukuli ni bora kuliko madrasa. Hapa imetangazwa Waislamu kila Jumamosi katika sehemu za madrasa Wazazi mnatakiwa mchagie ustadi shilingi mia mbili, wengine mia tatu, wengine mia tano. Lakini ni msiba mkubwa, ndugu zangu wa Kiislamu, wazazi tunasema hatuna, na tukisema hatuna na mwenyezi Mungu hatupi kwa sababu jambo la shule siku ya Jumamosi pia tumelekewa pishe lazima mzazi mtoto wako aendeshe atasome na shilingi elfu moja. Mzazi anaipata elfu moja na mwanawe anampa mia tano, yuka elfu moja na mia tano. Lakini akiambiwa madrasa jumamosi kwa shilingi mia tano, mzazi anakwambia hauna. Na kama hauna unalipia mikosi wewe mwenyewe, utakuwa hauna ani unakufa kwa sababu ushaidhanahu ni Qurani Karimu na Mungu hawezi kuwa karibu na wewe, huwa na karibu na walimu wa kisufu. Alafu ukifa alepade kusomea kutumoni you jina lako nani, alafu uone kama utafanikiwa. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalam anatuambia katika ile hadithi inafahamika, vijana wataijua mautake wahimu katika sadaka jariya lakini tumzungumzie sadaka tujari ya mtoto. Waladu saleha ni mtoto mwema, apatikani skuli, apatikani chuo kikuu, apatikani katika didilii aina mbalimbali. Upatikana waladu saleha, anapatikana sehemu ya madrasa. Huyu waladu ni waladu saleha, atakusaidia wewe katika mambo matatu au zaidi. unaweza wewe mzazi kutokea umezaliwa, hujawahi kusujudu hadi sasa, umri huu, mwanao anasoma madrasa na anasujudu. Wewe mzazi hujui manasiidadaiugan unaweza mzazi wewe ni mrefu wa kupudukia, unaweza lakini ukimpata wala atum saliha huyu unamsomesha kwa ustadi Abubakar au madrasa mengine, au baada ya kufa wewe atakuombea dua. Angalieni Waislamu, Waislamu, jua lilokuwa kali, angalia watu wanapokufa. Waislamu kwa jua wa wa hayawani wanakufa madi hawana, lakini angalia huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa, wa Ramadhani. Mati ametukauka lakini njaa hatuna, swaleu tule, tunapata kitu gani hapa? Kuna mambo tunafuna mbele ya Allah subhanahu wa taala, na hili si joto. Hii ni furaha, hii ni ic, lakini joto liko hapo. Wenzetu waliokuwa mambo nambo ya msikitini kule, ndio kuna ic naokatikana na uitengeneze. Wale hawajakufa wale, wameondoka tu, wale wako hai wa wa tu tu wa si haya tunawafanya watu wako hapa wamehudhuria, na wengineo wamehudhuria katika harakati, watu tunaokuwa na ikhlasi kama haya, na wao sahivi wapo katika makaburi yao, wanayasikiza haya tunaozungumza kuwazungumzia wazazi, na sisi wenyewe ni wazazi, tunawazungumzia nini? Wala nisaliha waliondoka wale, kama hawana wala nisaliha wanategemea katika na hwaihirai hasanaaiadwaombewe baada msikitini, kila baada ya swala. Sasa kama msikitini tumesema kwanza katika mwaka huu kusema tuweke sheria kilsasa, naliombeni kila madarasa ya walimu wote walimu wetu tuwajane Jumamosi, walipiwe ada kama kawaida, hii kuwapeleka watoto Jumamosi shuleni, lengo la makusudio Waislamu tusijue dini yetu tunagana i jumaa tatu hadi Ijumaa. Basi hata wa Islam. Kuwapata watokoshazabata liwapate asubuhi na mchana na kesho asubuhi na mchana pia. Hiyo ingekuwa haiwezekani. Muislamu, wazazi, tujiulize sisi, masulia tutaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Lakini haya ya mwisho hawa waya ni wanadamu, al-kamalu lillah, alokamilika ni Allah Subhanahu wa Taala. Usiseme wewe mzazi, mbona hapo mwanao kasoma ile nakama lakini, hujui njia gani umesema, mwanangu kaua kwa watoto wote, alafu namkuta mwanao wa mwisho, unasema shaka na likaba na ulesheka, alikuwa anainuka anakwenda, kuna michezo nakwenda, hakuna mchezo hapa, inatemdeka hapa. Wale ni wanadamu kama wanadamu, mtoto anaotoka hapa mshindi jiwe wote ni washindi wote ndio mmeshinda sisi, mm hatujasema -hmm. ndio sio washindi, lakini mlioshiriki msikate tamaa. Yeye ndio washindi wote, unajua yeye ndio washindi wote mm -hmm. pale tumeshindana tu kwa maksi kidogo, lakini tunategemea wetu na mwisho wa Waislamu kwa hii hadhara hii kwa hii hadhara hii hapa ndio yona. nipite kofia kwa kina mama na kina baba mm -hmm. lengo la makusudio Waislam hakuna watu wanaotoa pesa zao kama akina mama. Nataka nione akina mama kwenye magoma jilekeemagoma hela nyingi hivi sana. Je, mambo ya haramu haramu mnazidiana sana sasa. Nataka leo muziki hapa kwa hili katika jambo la Qurani kahii lengo la makusudio utaja zile zilendevu zinawili leo aikakaribasiuhakua awaezabaa <laughs> <laughs> tukimfurahisha ustadhi na sisi watoto wetu watafurahi. Mi mwanangu yule pale ameanza jani wala hajasoma, lakini mchango imetoa. Wazazi wengine michango hatukutoa, tunafanya kitu cha kusta, mwanangu hasomi dotutokana kama, kama sisomi na mimi sitomi, ndio sio hakili <laughs> wazazi, kama ni mzazi, leo mwaka huu mtoto wafulani, kesho mtoto wako na una ile inakuwa ni sadaka na kafara ya mtoto wako. Mtilie nia bana, mchango beani elfu arobaini. Mwanangu, hii ni kafara ya mwili wako, na kama kuna ustakamakula ubaya akondoshe aukataichukua yeye akikamua sawa, hakina sawa, lakini mtoto wako hatapata yeye pia. Huyu mwanadamu leo, kila siku mimi elfu kumi na tano elfu ishirini alafu mtoto wako asomi